Okay, leo nataka nikuelekeze namna gani uvimbe ambavyo unaisha. Maana wengi wamekuwa wakiniuliza ni kwa wakini namna gani uvimbe unaisha, kwa kutoa ukeni, uvimbe unavunjika vunjika, aidha ni kwa njia haja kubwa? Hapana. Kwanza kitu cha msingi unatakiwa ufahamu kwamba ukuaji wa uvimbe ni matokeo ya ukuaji wa tishu za misuli ambazo zinaweza zikawa ziko ndani ya kizazi, aidha nje ya kizazi ambapo hizi suli zinachochewa hasa na mvurugiko wa hormone, ambapo kuna hormone kama estrogen na progesterone ambazo ndio sababu zinachochea uvimbe. Kwa hiyo unapozipata tiba ai, unapata muongozo wa matibabu nitakayokupa ukijumulisha kuanzia vyakula, lifestyle, pamoja na tiba, kitu cha kwanza inaenda kupunguza kiasi cha hormone zinazochochea uvimbe hizi homoni za estrogen, progesterone basi zitafanya nini? Natakiwa zianze kuzalishwa kawaida, punguze kile kiwango ambacho kinapelekea kukua kwa hizi tishu, lakini vile vile naenda kuboresha mzunguko wa damu na kuondoa sumu ndani. Moja kati ya sababu ya uvimbe ni pamoja, ni kwamba unakuwa na msongamano wa damu kwenye kizazi. Kwa hiyo inavyoboresha mzunguko wa damu ni kwamba unaondoa ule msongamano ambao ulikuwa unachochea vile vile kutokea kwa uvimbe, lakini vile vile ni kwamba inaenda kuondoa mafuta na sumu zilizojikusanya kwenye mwili, hususan sehemu za kizazi. Kuna baadhi ya watu nakuta mafuta yamefanya yamekusanyia kwenye zile tishu za uterus ambazo hizi sasa zinaenda kupelekea hasa kukua kwa uvimbe. Kwa hiyo hizi zinaenda kusaidia kuyeyusha ile mafuta, na ambapo ukitibu hizo maana yake unakuwa unamaliza tatizo. Lakini vile vile ni kwamba hizi tiba, kitu kingine kinachoenda kufanya ni kwenda kumaliza uvimbe moja kwa moja na kumaliza maumivu kwa maana hiyo inaenda kusaidia vilevile kwa swala zima la kupandisha kinga ya mwili. Kwa hiyo baada ya hapo, ni kwamba unakuwa umemaliza tatizo, kwa sababu unakuwa umetibu chanzo cha tatizo, lakini na vitu ambavyo vinachochea hilo tatizo pamoja na tatizo lenyewe. Baada ya hapo, mtu anakuwa amemaliza, na ndiyo maana tunasema sio kitendo cha usiku mmoja. Dozi nzuri ni dozi ya siku tisini, japo kuna watu napata matokeo hata kabla ya siku tisini ambapo ndani ya siku thelathini siku arobaini na tano, kwa namna hiyo. Na kitu cha msingi sana ni pamoja na mwongozo wa vyakula, mtindo wa maisha ambao utakusaidia balance hormone kwa muda mrefu. Asante sana, na kama naswali usisite kuniuliza.